Na katika kaunti ya Baringo, wapiga kura kwenye baadhi ya vituo vya kupigia kura huenda wasipate fursa hiyo baada ya ziwa Bogoria kuvunja kingo zake na kuziba baadhi ya vituo hivyo. Kamishna wa IEBC Anderitu aliyezuru eneo hilo ametangaza kwamba IEBC italazimika kutoa sehemu mbadala kwa wapiga kura hao, kama anavyoeleza mwanahabari wetu Stephen Leto. Hivi ndivyo hali ilivyo katika eneo bunge la Baringo Kusini. Yes. Hali hii imegeuka sasa kuwa hatari kwa wapiga kura, kwani tulikaribishwa na mamba, ishara ya hatari kwa wakazi wa hapa wanaojiandaa kupiga kura Alhamisi maji kutoka ziwa Bogoria yamevunja kingo na kutapakaa hadi shule ambazo zingetumika kama vituo vya kupigia kura na kusababisha vituo hivyo kufungwa. Uh, news station, just next to them. Hali ni sawia na hii katika maeneo ya ziwa Baringo. Baadhi ya vituo ambavyo vimeathirika ni pamoja na S S Sintani Primary School, Eldepe Osinya Primary School na Nosuro Primary School zote ziko um, Submerged or partially submerged. Haya yanajiri huku maandalizi ya kusambaza stakabadhi za kupiga kura zikiendelea kabla ya wagombea kuchagua nani bora kumrithi marehemu William Cheptumo, kati ya wagombea sita wanaowania kiti hicho. Maandalizi ya kusambaza stakabadhi za kura ya uchaguzi mdogo katika kaunti ya Baringo yamekamilika huku ikitarajiwa kufanyika hapo kesho, huku wasimamizi wa uchaguzi katika kaunti hii wakitoa hakikisho kwamba yote ama kila kitu kipo shwari kwa uchaguzi utakaofanyika siku ya Alhamisi. Nikiripotia runinga ya Citizen kutoka kaunti ya Baringo, mimi ni Stephen Leto.